Wanakijiji wa Alungo huko Kisumu wanakadiria hasara pia baada ya viboko kuvamia mashamba yao. Wanakijiji hao wanasema kuwa viboko hao ambao hujitokeza wakati wa usiku wameongezeka msimu huu wa mvua na sasa wanahofia kuwa huenda wakavamia binadamu. Wakazi hao sasa wamelazimika kukesha kulinda mashamba yao. Taswira katika kijiji cha Alungo eneo bunge la Seme ni kama hii. Makovu ya uvamizi wa viboko Jumapili usiku ni dhahiri. Tangu msimu wa mvua kuanza wiki tatu zilizopita, makumi ya ekari za mazao zimeharibiwa kufuatia uvamizi wa viboko kutoka ziwa Victoria. Fenye tuko hapa na fenye bahari iko na ni karibu kilomita mbili, na kivuko inatoka kwa baharini huko inakuja mpaka hapa, natembea ikaharibu mimea ya wakulima ambayo iko hapa. Haki hatuwezi kula, hatuwezi kula kwa imani, tuna tuna wamama wakubwa wa wajani hata wakilima hawezi pata mazao ya ukweli. watoto wetu watu, watu wezi kuenda shule asubuhi, watu wezi kulima, watu wezi kuenda kata kwa mkutano wetu wengine usiku. Ombi lao sasa ni kwa idara ya KWS, kuwahepushia madhila haya. Ukiingia kwa nyumba ipopotomas inakuja sasa. Mimi naomba serikali ya kuja tusaidia sisi, kwa sababu tumesha piga ripoti kwa

The government gives us manure and everything. Why does they do that? While we have got that menace of hippopotamus. Kwa sasa, wakazi hapa wanajikuna wafiki hapo kwa kujihami kila usiku ili kulinda mimea yao dhidi ya uvamizi wa viboko. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.